Uh, mambo vipi, bana? Upo Manyara hapa na hujaenda Zanzibar. Ni, ni, ni kimekusibu? Na niona kwenye peji yako pia umewauliza mashabiki pale? Yeah. Umechaguliwa na mashabiki ama wewe umechagua? Ah, uh, mimi kwanza ni mdau ambaye, mm. nafanya maamuzi mengi kutokana na furaha ya wengi. Nilihoji jamani niende Zanzibar, mm. au niende Manyara, burudani itakuwa wapi? mm. Asilimia tisini ya comment walikomenti nije Manyara, kwa hiyo nikasema okay ngoja nije nione burudani kweli ipo na kilichoendelea jana Zanzibar, nimeelewa kwa nini walinipendekeza mimi nije Manyara. Jana kwa kweli, hakuna shabiki wa Simba aliyetoka Zanzibar na furaha. Kila mmoja katoka anaumia, kila mmoja ametoka anatukana. Sasa mimi haya mambo kwenye maisha yangu mimi, mchome waga, siyawezi, yaani kwenda uwanjani nitoke natukana, kwa sababu mimi na matusi mabaya, nitakuja nigombane na watu nitakuja nipigwe adhabu na TFF na bodi ya ligi, nitakuja nifungiwe kwenda viwanjani, ushaelewa. Kwa hiyo nivyo nivyo nivyotoa ile posti na maoni, watu walinishauri vitu vya msingi sana, ndio maana nikaamua nje zangu Babati, Manyara kuenjoy. Yeah. Yeah. Yeah. ni nini ambacho ni cha tofauti sana umekiona Manyara kwa mashabiki wa Young Africa? Yani kwanza mashabiki wa Manyara wanahela mimi, hmm. si wafichi wanahela, wamenikarimu vizuri sana Yni bratha, huwezi amini, toka jana ni nyama bia, nyama bia, mpaka asubuhi, mpaka hizi kuna supu. ukimaliza bia ni yani apoenyementowa mezani, nimeziacha kwao, ni nyama bia, nyama bia. Hivi vitu kwa kweli Simba huwezi kukutana kwa. Kwahiyo watu wa Manyara ni wakarimu, wana upendo, wana umoja, wana mshikamano. Ukiangalia hapa watu wamekusanyika, wana jambo lao moja, lengo ni kusapoti timu, siu nanaelewa na Yanga wamekuwa na huo utamaduni, kila mkoa anapoenda lazima hivi vitu vitokee. Yani wamekuwa ni watu wanaojitoa sana kwenye timu, kwa hiyo ukiwa na mashabiki wa aina hii, ubingwa ni wako kaka. Mara nyingi wewe unaonekana sana kwenye mechi za Young Africans Sports Club na leo huko, hmm. uko hapa burudani kaka, burudani. Unajua huko hivi Yanga anavyocheza, nadhani hata waandishi mnashangilia. Yani unaona mpira wa draft, mpira unapigwa pasi ta, ta, ta. Yani unaona kabisa movement ya goli sijui unanielewa. Kwa hiyo mara nyingi minakujaga kwenye mechi za Yanga kuangalia ubora wa Yanga ili niwasanue Simba tunakwama wapi? uh -huh. uh -huh. Leo tutegemee kuona nini kwa Yanga? goli nyingi goli nyingi fontaine jet. uh -huh. Yeah, kasema chura analiwa. uh -huh. <laughs> kwamba huku kuna wamang'ati wanakula hadi chura uh huyu chura aliwi. Uh, tumeona timu yako jana bana. Uh, unaweza kuizungumziaje timu yako jana, mchezo wa jana Uh, timu imecheza vizuri, imeflow vizuri sema, utoto na ugeni wa mashindano umetukosti. Uwezi amini, jana palikuwa hakuna sababu yoyote ya kukosa goli nne. Yani mimi an yani mimi mpaka sasa hivi I don't know, nikirudi Dar es Salaam, mtoto wangu tamuelezaje kwamba jana tulikosa goli nne? Yani tatumia njia gani kumsimulia au nitasimulia vipi mashabiki wa Dar es Salaam kwamba sababu ya kukosa goli nne ni nini? Lakini ukiangalia ni utoto tu, utoto tu mwingi Unajua, Elim Panzu, maskini ya Mungu, amekuwa ni mtu ambaye anajitoa sana kwa ajili ya timu ya Simba na ni mchezaji mwenye kiwango bora. Brother, huwezi amini, Simba Elim Panzu kaikamata hivi mkononi, yeye ndo anaamua Simba icheze vipi. Elim Panzu anafanya kazi kubwa, lakini quality ndo inaamua. Unaiona na wapi Simba msimu huu kwenye kimataifa, mpaka hapa alipofikia, tulipofikia hapa, natosha. Tumegombana sana, tumevunja rekodi yetu sisi wenyewe. Nisikilize, unaangalia timu unaocheza nao, nafasi uliopoteza, na uko wapi? Pale tuko tuna home advantage, unaona goli limetokea hadi veiara haielewi ile home advantage. Veara jana, e, veara jana imeshindwa kuamua. Ilichora ka mstari ndani ya sekunde tano ikafuta le kibu kwa sababu ule mstari uko unaonyesha kibu yuko offside. Kwa hiyo ka goli ni ka offside ile goli <laughs> ah, kibu aliingilia mchezo <laughs> yani, ile goli ina asilimia tisini kwa offside, ndio maana veara haikuchora mstari. Wewe uliona wapi ilichora mstari? Dakika sifuri shwa, kibu yuko offside, wakafuta sio, unaelewa? Ina maana hata VAR yenyewe inahitaji VAR ili ifanye kazi. Ukipewa nafasi ya kuwashauri Simba, tuwashauri, tusajili vizuri jamani, tuweke hela. This time hatuna namba kumi mwenye uhakika. Faisal yuko Azam ana hang hang pa hela tu hela, sio, unaelewa? Yuko yuko pale Azam, ana hang hang, ile sio timu ya ndoto yake. Faisal anataka acheze timu kubwa. Huyu Jairuti mwekezaji mpya si ndio wa jezi muza jezi vifaa vya Simba. Alisema atatoa mchezaji pendwa wa Tanzania na mashabiki wa Simba. Fei toto si yule hatuna namba kumi wa uhakika anakosa goli yeye na goli. Kafanya kazi kubwa amchukua golikipa anaenda kuweka mpira nje. Amchukue Fei. Sio unaelewa? Eh, mimi na wish. Brother mimi kuja kupata burudani Yanga wananyanyasa. Wananikarimu, wananikarimu hadi naisi kama wananitesa vile. Yani unajua unakarimiwa, abona kama unanyanyasa. Unachotaka unapewa. nini unataka kula nini, unajua zile nanyanyasika. Watu wanasema wewe ni Yanga. Ah, ni Yanga kwa sababu kila sehemu unaonekana. Yani unajua kwa hivi, nisikize, mwambie kama furaha uipate nyumbani kwako. hmm. Brother usiteseke, usije ukafa, itafuta hata kwa jirani, jirani. <laughs> Wewe lengo wewe, angalia mwili wangu nianze tena kujipa pesha sintakufa na sehemu ambayo nikienda moyo wangu unapoa. Kwanza ukikaa Yanga unakaa na pisi kali, mi kijana damu inachemka. Unakaa uwanjani na pisi kwanza inakufutafuta jasho, ukiangalia burudani kule uwanjani, unamwona Max kapiga kidari, kageuka nayo kamwokea Azizi kapiga mzungusho dube nani oya, kwa nini usije? burudani ya kutosha leo Manyara usiku, uhakika uhakika leo chula hariki kwa kweli. Bwana shabiki wa Simba Sports Club amekuja hapa kupata burudani ya soka, akishuhudia klabu ya soka ya Africans ajaenda <laughs> <laughs> Zanzibar, amekuja hapa kushuhudia burudani ya soka Manyara, au sio? <laughs> <laughs> Bana Mchome amekuja hapa ku, kutazama ku, ku, ku, burudani. Unamhakikishia nini Msebati? Ah, ushindi, ushindi. Ah, sisi tunapiga watu goli za kutosha na burudani ya kutosha kutosha burudani ya kutosha kama kwamba leo chura analika, chura analika, mbona analika, wana, wana matusi matusi wana, wanasema wenyewe eh wana, wana, wana, wana, matusi. wana. Nini ambacho unawaambia? Hebu unajua lazima unapoangalia timu kama Yanga kwanza eh lazima ujifunze kuheshimu baadhi ya timu. Eh, Yanga sio kama tuseme ni Tabora siji nini eh. Sisi hapa leo mtu anakula tano, dozi yetu ya tano inaendelea kama, kama kawaida. Jana umemwona mpinzani wako amekitwanga pale Zanzibar. Naam, mm -hmm. mpinzani anajit, anajitahidi uhum. sio mbaya, sema ile ile striking force yake ni mbovu wa sababu jana walikuwa washinde goli tano mpaka sita lakini wameambulia kagoli kamoja. Sasa siji South Africa, kama wataenda kuchomoka goli wanasema ni a itakuaigoli sio goli halali kabisa, wala sio hata kidogo. Kwa hivyo leo tutarajie nini hapa? Magoli ya kutosha, magoli ya kutosha na burudani, burudani ya kutosha. Ni mara ya kwanza leo kuishuhudia Africans ah, kwa Manyara ni mara ya kwanza kuishuhudia, lakini kwa mikoa mingine huko nishaenda kuangalia, lakini mimi ni mwenyeji wa mkoa huu. Okay, nashukuru sana.